Kwa jina anaitwa mwalimu Robert Toy, ni afisa taaluma msingi. Tumekutana na wakuu wa shule na walimu wakuu wa msingi kwa ajili ya kuwawezesha namna ya kuwapima darasa la pili ambao wanategemea kufanya mtihani wa upima, upimaji darasa la pili mwezi wa kumi na moja. Kwa hawa ni walimu wote, walimu wakuu wote wa shule msingi ni wilaya yetu ya Sikonge wamekuja kwa ajili ya kupata mafunzo hayo ili waweze kujua namna sahihi ya kuwapima watahiniwa wa, wa darasa la pili ambao kwa kimsingi ndio ndio upimaji wa kwanza unaanza kitaifa mwaka huu, ambao unafanyika kwa ngazi ya shule na unasimamiwa kitaifa, lakini ufanyikaji wake unafanyika kwa ngazi ya shule. Nashukuru mafunzo na na, na, na, na, na maelekezo yanaendelea vizuri na tunaamini kabisa mwisho wa mafunzo haya walimu hawa wataenda kuwawezesha walimu wa darasani ambao ni wa darasa la pili na walimu wa darasa la pili hawa wataenda kufanya mazoezi namna ya kuwapima kwa kutumia kielezo au vielezo ambavyo vimetolewa na Baraza la Mtihani la Tanzania. Ndio jumu, jumuiko letu la leo mahali hapa, ndio tunachokifanya. Msitizo um, wangu kwa walimu ni kwamba kila mwalimu hakisha anazingatia yale anayoelekezwa na akikisha kwamba anaenda kuyatumia huko anakokwenda kwenye kwa ngazi yake ya shule, ili mwalimu wetu wa darasa la pili aweze kuelewa namna sahihi ya upimaji. Na sisi tutapita kuona, kufuatilia kuona kama kile walichojifunza hapa kweli wamekifikisha shuleni, na tutaona kama kutakuwa na changamoto zote zile, tutapita kwa kila shule kusaidia kwa ngazi ya shule, yaani kwa mwalimu mmoja mmoja wa darasani, na sio lazima wa mwalimu wa darasa la pili tu, kwa sababu upimaji huu kila mwalimu atashiriki kulingana na idadi ya, ya watahiniwa.